Bwana Yesu asifiwe awaye yote, namshukuru Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lakini pia na wakaribisha wote tuweze kujifunza habari ya somo ya ubatizo. Kwa maana dunia imezidi kudanganywa kwa mafundisho mbalimbali, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kuweka ukweli. Sasa somo la leo linasema ubatizo wa kweli ni upi, na somo hili la ubatizo ndilo linaambatana na wokovu, kwa maana Bwana Yesu alituambia kwamba aaminie na kubatizwa ndiye atakayeokolewa, lakini asiyeamini hataweza kuokolewa kamwe. Sasa katika watu ambao walikuwa wakiamini wengi sana huwa wanabatizwa na wengi ambao ni Wakristo, ukiwauliza wote watakwambia, mimi nimebatizwa na mimi nimebatizwa. Sasa ukimuuliza umebatizwa, ubatizo upi mwingine? Sasa hapo ndipo kuna kizungumkuti. Wewe anakwambia nimebatizwa kwa maji machache, huyu ni maji mengi, huyu alirukwa moto, huyu alifanywaje? Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kufundishwa katika hali ya ubatizo. Sasa tuweze kujiuliza swali Je, katika hayo yote ubatizo wa kweli ni upi? Kwa sababu ukikosea kwenye ubatizo itimizi, unakuwa unapoteza wokovu wako, unakuwa unacheza na wokovu. Kwa hiyo hili ni somo muhimu sana kwa yule ambaye anatamani kujifunza ukweli na kutambua kwamba kuna ubatizo wa kweli ambao kila mwanadamu anatakiwa abatizwe kwa huo na tukianza na kitabu cha Waefeso, ndiyo kama msingi wa mada yetu. Inasema Waefeso sura ya nne na ule mstari wa nne inasema inasema mstari wa nne inasema, mwili mmoja, roho mmoja, samani. Inasema Waefeso sura ya nne na ule mstari wa tano inasema, bwana mmoja Imani moja, ubatizo mmoja. Kwa hiyo kulingana na Biblia inafundisha bali ya ubatizo mmoja ni ubatizo mmoja. Sasa huo ubatizo mmoja ni ubatizo mmoja ambao ni upi? Kwa maana kuna batizo nyingi ambazo zilikuwa zikitendeka hapa duniani, tunazishuhudia, tunaona wale kuna wale mapadri ambao wao wanawamwagia maji kichwani wakiwaambia wamewabatiza kwa jina la Bwana Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini pia wana